Na, siku tatu baada ya maandamano ya Juni 25 familia zimeendelea kuomboleza huku nyingine zikiwauguza wale walioachwa wa na majeraha ya risasi. Naam, katika eneo la Rongai, kaunti ya Kajiado, Jeremy Maina mwenye miaka ishirini na mbili anauguza majeraha mita chache kutoka nyumba ya rafiki ambaye hakuponea risasi wakati wa maandamano hayo wiki jana. Na, Mode Francis anaarefu mengi kwenye taarifa ifuatayo. <coughs> Ndizo picha za tarehe 25, maandamano ya jenzi, na hapa mwili wa Ian Opanga mwenye miaka kumi na saba unaonekana kuwa na damu kichwani katika mtaa wa Ongata Rongai. wakati nilifikia mtoto wangu, nilisikia uchuu sana, nilipata wamempiga risasi, umetokea hapa na huku ikatokea nyuma, na amejikunja, na wenye alikuwa anakimbia baada ya vuta ni kuvute na maafisa wa usalama, hatimaye Ian anaonekana mikononi mwa polisi katika lango la kituo cha polisi cha Ongata Rongai. Babake akisikitika kufariki kwa mtutu wa bunduki wa mwanawe wa pekee, hofu yake ikiwa vipi mwanawe atapata haki. Osumota ameneza kuwa siku ya Jumanne ikitoka hapo njia ya kufikisha nyumbani iko shida, bidi ya mochari ni shida Jani, mimi niko tu hivi. Jeremy Maina nijiranie mlango wa tatu kutoka kwao Ian, naye alipigwa risasi kwenye paja. Bro, fika nyotu, kuna tuduka fulani tunakuanga na hapo ndani, kwa saiba kanaweza kuwa kamefunguliwa, hata kama sitanunua sapa nibaia mtoi pampa hadi eh, sikufikanga nikasikianga tu sauti Ayo sauti kuangalia, nimeshandoa, niko na risasi, nishapigwa. Sa hapo hapo ndo nilipatanga mzae mmoja, alinifunganga na belt yake, alitonga belt akanifunga hapa, na demu ingine akatoa sweta yake akanifunga hapa. Sa wengine wengine wakanibeba juu wakisemanga wameua wameua wameua. Kwengineko katika kaunti ya Murang'a Kandara, familia ya Ian Mwindi kijana wa miaka thelathini na mitatu inalilia haki baada ya kupigwa risasi akiwa katika orofa ya tisa alipokuwa anashuhudia matukio ya siku hiyo. Ni ishara ya matokeo ya matukio ya tarehe ishirini na tano siku tatu baadaye katika mtaa huu wa Ungata Rongae, huku sasa macho yote yakielekezwa katika Mamlaka ya IPOA kuhakikisha maafisa wote waliohusika katika maandamano na majeraha na hata maafa wamefikishwa mbele za haki. Ode Francis, runinga ya Citizen, mtaa wa Ongata Rongai, kaunti ya Kajiado.